Ukianza na kwenye jiografia yake, ukiangalia kiujumla, upande ambao imeshikana na Ulaya ni kama imepakana na Ufaransa kote, lakini kuna eneo inaitwa Rivia ni sehemu ya Spain, lakini ipo ndani ya eneo la Ufaransa. Kwa Afrika tuna Lesotho ambayo ni kama kidoti ndani ya South Africa. Gambia imemezwa na Senegal pande zote kasoro upande wa bahari tu Katikati ya huo mpaka pia ndo kuna kanchi wanaita Andorra, ni nchi ya milima mitupu. Wanaishi kama watu elfu themanini hivi. Tukija upande wa kusini kuna eneo wanaita Gibraltar, ambalo Uingereza inasemekana ni lake kwa sababu ya unyeti wa mlango wa bahari wa Gibraltar unaotenganisha bara la Afrika na Ulaya. Historia hii ina mabaki ya ajabu, ndo nchi pekee ya bara la Ulaya ambayo Inashia mpaka wa nchi kavu na Afrika. Kuna miji miwili inaitwa Ceuta na Melilla ambayo ipo Moroko, ikiwa hapa Spain ni upande wa pili wa maji, lakini maisha ya pale na sheria zinazoongoza ni za Spain na wanaishi kama Ulaya.